Allah amesema walau annahum idhalamuu anfusahum, na laiti hao idhalamuu anfusahum, katika kipindi ambacho watakuwa na mazonge, watakuwa na matatizo watakuwa nafsi zao zimeanza kukata tamaa, jauka wakakufuata wewe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lugha aloitumia Allah hapa Jauuka, ukisoma katika irshadul fuhul ya imamu Shaukan, tulivyozoea sisi nakira ikija baada ya sharti ndiyo inafidisha umuma, annakiratu fi siyaqi sharti tufidu umuma. Lakini imamu Shaukani anasema hata kitendo kuna wakati huwa kinafidisha umuma, hasa kikija baada ya sharti. Kwa nini? lianna alfila yatadamanuhu lmasdaru wa lmasdaru ala hukumi nakira, kwa sababu kitendo huwa kinabebwa na masdari na masdar huwa ina hukumu ya nakira. Kwa hiyo kuna wakati kitendo kikija baada ya sharti kinaonesha kuenea kwa wote. Sasa kitendo hichi jauka kimekuja baada ya sharti lau, limtina harfu limtinai ljawabi limtinai sharti lau ni harfun yatadhammanu shartwa. Kwa hiyo anasema jauka ya hapa haiwahusu wale tu waliokuwepo wakati wa Mtume Muhammad, maadamu imekuja katika siyaki ya sharti inaonesha kuenea kwa kila atakayekuwa katika uso wa ardhi, akiwa na mazonge, akiwa na magumu, nafsi yake imekata tamaa, jauka akamkimbilia Mtume Muhammad fastaghfaru llaha, wakakiri makosa yao wastaghfara lahumur rasul

atawapa na kuwaondolea mazonge katika maisha yao.